Watazamaji leo nimewaandalia makala fupi ambayo inahusu zao la mwani. Kwanza kabisa tutambue zao la mwani ni nini. Zao la mwani hii ni zao ambalo linapatikana baharini na ni zao ambalo hivi sasa limekuwa na matumizi makubwa sana na ni baada tu ya tafiti kuweza kuonyesha kwamba ni zao ambalo linasaidia sana katika sekta nyingi, hususani kwenye suala zima la kiafya japo kuwa watu wengi wanashindwa kuipata zao hili na hivi ni kutokana kwamba zao hili ni geni, aidha machoni mwao, aidha mahala ambako wanaishi, bidhaa hii kuweza kuipata inakuwa ni ngumu sana. Lakini hii leo nimewaletea njia rahisi sana, ambayo inaweza ikakusaidia wewe ambaye unaweza ukawa na uhitaji mkubwa wa zao hili. Kabla hatujaenda kuzitazama faida kuu za zao hili la mwani, ikitokea una unahitaji sana wa zao hili ama dawa hii popote ulipo, ewe Mtanzania, tuna uwezo wa kukutumia na bidhaa hii ikakufikia kwa uaminifu mkubwa kabisa, kwa gharama nafuu ambazo kila Mtanzania ana uwezo wa kuzimudu. Cha msingi cha kukifanya ni wewe kunitafuta katika namba zangu za WhatsApp ambazo zinapita katika skrini yako. Itakuwa ni rahisi sana wewe kuweza kunipata na tukaweza kufanya mawasiliano pia usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozi upload. Faida ya kwanza ya zao hili ama dawa hii ya asili, mwani husaidia sana katika kuimarisha kinga ya mwili, hivyo una virutubisho muhimu kama vile madini ya zinc na selenium ambayo husaidia sana katika kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa. Faida ya pili, dawa hii ya mwani inasaidia sana katika kuweza kupunguza uzito wa mwili. Kwa wale wote ambao wana ongezeko la juu la mwili, dawa hii ni maalumu sana ili kuweza kuwasaidia katika kuweza kupunguza uzito wao wa mwili, kwani zao so hili lina kiwango kikubwa sana cha nyuzinyuzi nyuzi ama fibers ambazo zinasaidia sana kuweza kufinya tumbo ambapo mtu aidha atakuwa anajihisi amekula ameshiba, hivyo ni msaada mkubwa sana katika kuweza kusaidia kuboresha mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Zao hili la mwani ama dawa hii ya asili ya mwani ni msaada mkubwa sana katika kuweza kusaidia kuweza kuimarisha afya ya ngozi mwani una collagen na vitamin C ambavyo vinasaidia sana katika kuweza kuifanya ngozi kuwa nyororo yenye afya, na hivyo husaidia sana katika kupunguza dalili za uzee ama kujikunja kwa ngozi. Faida nyingine ya nne, dawa hii ya mwani ni msaada mkubwa sana katika kusaidia kuweza kutibu matatizo ya mfumo wa hewa, hivyo husaidia sana katika kutibu matatizo ya ngozi, pumu kwa kusafisha njia ya hewa. Faida ya tano, wale ambao wana matatizo ya kisukari, pointi hii inawahusu. Hivyo zao hili la mwani ni msaada mkubwa sana katika kuweza kusaidia kudhibiti kisukari. Zao hili la mwani, dawa hii ya mwani inao uwezo mkubwa sana wa kuweza kudhibiti kiwango cha juu cha sukari katika damu na kuweza kusaidia kuboresha insulin. Kabla sijaingia katika pointi ya sita, naomba kuzungumza na wanaume. Katika vikao vyetu ambavyo huwa tunavikaa, huwa tunakuwa tunajadili ama kuzungumza matatizo mbalimbali mbali ambayo huwa yanakuwa yanatusibu sisi kama wanaume hivyo. Moja kati ya tatizo ambalo huwa tunakuwa tunajadili mara kwa mara wanaume ni hili swala la nguvu za kiume. Wapo wengi ambao huwa wanatafuta njia sasa, unakuta wamepitia njia nyingi, lakini hawapati mafanikio yoyote. Ninakuletea mezani kwako, ewe mwanaume, tumia dawa hii ya mwani. Ni dawa ambayo haina mambo mengi, pindi tu ambavyo utaanza kuitumia matokeo yake huwa yanaonekana ndani ya muda mfupi sana. Kwa kifupi, dawa hii ya mwani inasaidia sana katika kuweza kupatia mwili nishati ya kutosha, nguvu ya kutosha. Hivyo dawa hii ina madini ya kutosha ambayo husaidia sana katika kuongeza kiwango cha damu na kupambana na uchovu. husaidia kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ikumbuke kuwa mwani una nyuzi nyuzi ndogo ndogo ama kwa lugha ya kigeni tunaita fibers. Hivyo ni msaada mkubwa sana katika kusaidia usagaji wa chakula na hivyo husaidia katika kuondoa ama kuepuka tatizo la kuziba kwa choo. Dawa hii ni muhimu sana katika kusaidia kudhibiti shinikizo la damu. Hivyo mwani una madini ya potasiamu, potasiamu ambayo inasaidia sana katika kupunguza shinikizo la juu la damu na hivyo kusaidia katika kupunguza matatizo ya moyo. Je, yeah, ni upi umuhimu mwingine wa dawa hii ya asili mwani ama zao la baharini hili? Umuhimu mwingine wa dawa hii ya asili ni pamoja na kusaidia katika kuimarisha mifupa. Hivyo mmea huu una madini ya calcium calcium, pia potassium, ambayo ni madini muhimu sana katika kusaidia kuimarisha afya ya mifupa na kuzuia magonjwa kama vile osteoporosis. Kabla hatujaenda kuangalia umuhimu mwingine wa mwisho wa zao hili la mwani, dawa hii ya asili mwani, zao la baharini ningependa kuomba kukumbushia, kama hauja subscribe chaneli hii, tunakuomba uweze huweze kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi ambapo tunakuwa tunaziaprodi. Umuhimu mwingine huu wa mwisho, zao hili la mwani husaidia sana katika kuweka uwiano sawa wa homo. Hivyo, mwani una madini ya iodine ambayo yanasaidia sana tezi ya thyroid kufanya kazi sawa ama kwa ufanisi, na hivyo huweka sawa uwiano wa homoni mwilini. Hivyo ndugu watazamaji, mwani ni suluhisho la asili kwa matatizo mengi ya kiafya. Hivyo matumizi yake, una uwezo wa kulitumia zao hili ama dawa hii, aidha kwa njia ya chakula, juisi, au hata kama mafuta ya mwili. Kwa yoyote ambaye ataonyesha uhitaji wa dawa hii, asisite ama usisite kunitafuta katika namba za WhatsApp ambazo zinapita katika skrini yako. Swala la ujenzi wa afya ni jukumu uletu usote. Sina mengi ya kuzungumza pia, niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu pindi ambapo tumekuwa tukizi upload. Niseme tunashukuruni, asanteni.